Nani? Sijui. Si ndo mambo ya dimini haya? Mambo ya dimini haya yanagonga tu, namwekea jioni si, simpi yote. Wesautaki hapa uchafu, nishaelewa

Huyo hawezi kuja huko uko kitaisi, tunaondoka hivi. Eh, huyo haelewi yule Kiswahili, tunarudi rudi ya dakika tano hiyo hiyo ndio isema wewe, inajiramba Anajilamba tu ananene piano.